Asubuhi ya kumwaga shell. Mwanga wa asubuhi uligusa bwawa. Vipuli vidogo vilipanda kwa upole. Nif ndogo ilichungulia kutoka kwenye maji. Alikuwa ni Dri, yule kereng'ende mchanga. Leo kitu fulani ndani

Unaweza kufanya hivyo Dri. Ulimwengu unangojea na quote. Lakini bado moyo wa Dri ulitetemeka. Kutoka kwenye mianzi, chura aitwaye Plopu aliinama. Na quote. Usiogope, mdogo. Na quote. Na quote. Juu kunatisha, na kot. Dri alinong na alama ya reli thelathini na tisa, ona. Plop alitabasam na kot, iliniogopesha pia mara moja na kot. Chura alipepesa macho taratibu, mtulivu na mkarimu. Dree, Alipanda shina la mwanzi polepole. Maji chini yalikuwa madogo. Samaki mdogo aliruka juu akicheka, no, halo Dri, usitusahau unaporuka na quote. Alitabasamu kwa unyonge na quote, ikiwa nitawahi kuruka na quote. Hewa ilihisi mpya na baridi. Ganda lake lililoloa maji lilianza kupasuka. Ilionekana kuwa ya ajabu kama kupoteza sehemu yake mwenyewe. Ruka, alinong'na. Alama ya reli 39 ona na quote. Huyo ni mtu wako wa zamani Dre, na quote. Na quote. Mabawa yako yanangojea ndani na quote. Dre alizidi kusukuma huku akitetemeka kwa hofu. Sauti nyororo mpasuko ilijaza hewa mabao mawili ya mvua yalifunuliwa yakiangaza kwenye mwanga wa jua upepo uliwagusa kwa upole joto na fadhili Drea na fadhilialishtuka wao ni wangu na wanguna alitulia kwenye mwanzi akihisi mwepesi chura na samaki walitazama kimya chini. Na quote, itaumiza kuruka, na quote, Dree aliuliza. Na quote, mara ya kwanza tu, na quote, alisema plop, na quote, basi inahisi kama kuwa huru. Drea alipiga mbawa zake mara moja, upepo ukamwinua kidogo. Alitetemeka, akaogopa, kisha akatulia. na kotlo, dunia ni kubwa na kot, alilia chini. Bwawa lilimeta kama ndoto. Alipaa juu juu ya maua na vyura. Kereng'ende angani walimsalimia. Nakot, karibu Dri, umefanikiwa nakot, waliimba. Alihisi upepo ukimbeba hofu yake. Bwawa lililo chini lilishangilia kwa upole. Kutoka angani, Dria aliona ganda lake kuukuu ilikaa tupu ikiangaza jua. Alitabasamu kwa upole, asante mzee. Kisha akaruka angani angavu na mwenye nguvu. Hatimaye alielewa, ukuaji unamaanisha kuachilia.